Karibu, mimi ni daktari kijana niliyehitimu masomo yangu ya udaktari na nikiwa na ndoto ya kusaidia wagonjwa. Nilidhani maisha yangu yatakuwa ya kawaida na yatakuwa mazuri sana. Nikisaidia wagonjwa wenye magonjwa ya kawaida, hata ikitokea changamoto yoyote kwa wagonjwa wangu ambayo wangu, ni juu ya uwezo wangu, nihakikishe nawaweka sawa mpaka wanapata matibabu husika. Lakini siku moja nilipokea simu isiyo ya kawaida kutoka Wizara ya Afya. Daktari, Tumekupangia kazi kijiji cha mbali. Huduma za afya hazikuwepo hapo kabla. Serikali imejenga hospitali kule. Wagonjwa wanahitaji msaada wako. Lakini fahamu, hii si kazi ya kawaida. Kijiji hiki kina siri nyingi sana. Inakupasa kuwa makini. Hongera sana. Nilipoambiwa hivyo, moyo wangu ulidunda sana kwa mchanganyiko wa hofu na msisimko ndani yake. Nilidhani ni kazi ngumu tu. Kumbe sikujua kile kilichokuwa kimefichika nyuma ya kijiji hicho. Safari ya kwenda kibaruani ilianza mapema alfajiri. Njiani nilipokuwa kwenye basi dogo, nilishangaa sana kuona barabara zinavyopotea ndani ya msitu mzito. Kadri tulivyokuwa tunasonga mbele, upepo ulikuwa unapiga kwa nguvu, anga lilikuwa la rangi ya machungwa yenye ukungu. Kwa mbali, nilihisi kitu kisicho cha kawaida kilikizunguka. Hakika machale alinicheza mara kwa mara. Nilisikia sauti kwa mbali kama kicheko cha watoto vile, lakini sauti ikapotea mara tu nilipojitahidi kusikiza kwa umakini. Nilijua mapema sana kwamba sio kila kitu kilikuwa sawa. Baada ya saa kadhaa, nilifika kwenye kijiji kilichojaa nyasi ndefu na nyumba za udongo. Hakukuwa na kelele za maisha ya kawaida maana, nilizoea kusikia sauti za magari, pikipiki na shambrashambra shambra za hapa na pale. Sauti pekee ilikuwa ya upepo unaopiga majani na wingu lenye sauti ya mungurumo wa ajabu likitikisika juu ya milima. Watu walinitazama kwa macho yenye ukali ndani yake. Hakukuwa na tabasamu, hakuna hata maneno ya kunikaribisha kijijini kwao. Nilipojaribu kuzungumza na mmoja wao, alitikisa kichwa kama mtu anayeficha kitu kikubwa ndani yake, na pale pale nilijua kwamba nilikuwa nimeingia kwenye dunia tofauti, dunia ya shari. Nilipofika kituoni nikapata wodi ndogo yenye milango iliyochakaa na dirisha lililojaa vumbi. Nikaona nifanye usafi kidogo ili niweke hali ya chumba safi kidogo. Kituoni dawa zilikuwa chache na baadhi ya mashuki yalikuwa na madoadoa ya damu. Nilijua kwa namna yote ile ni lazima nianze kazi mara moja. Siku hiyo wagonjwa walianza kuwasili. Mtu wa kwanza kufika alikuja akiwa na vidonda vinaotoa harufu isiyoelezeka. Vidonda vilikuwa vinabadilika kila mara nilipojaribu kuvisafisha Nilishangaa sana, ni nini hii? Nijiuliza bila majibu. Baadaye kuna mwanamke alikuja akiwa macho mekundu sana. Yule mama alikuwa akinitazama kwa ukali na kutisha, alikuwa akisema maneno yaliyoniacha kwenye mataa. Hakika sikuweza kumwelewa, na kila mara alipozungumza nilihisi kidogo kidogo mwili wangu unaishiwa nguvu. Punde si punde, mtoto mchanga aliletwa. Yule mtoto alikuwa na beka kwa sauti kama mbwa vile mara sauti ilibadilika na kuwa ya mtu wa kawaida tena, mtu mzima. Haikupita muda, sauti ilirudi kuwa ya mtoto mchanga. Nilijaribu kutumia mbinu zangu za kawaida ya madaktari, dawa na matibabu, lakini hakuna kilichofanya kazi. Nilianza kuogopa, sauti na macho yalikuwa tofauti. Hakukuwa na dalili za ugonjwa wote wa kawaida kwa wagonjwa wangu. Kila mgonjwa aliniambia maneno yale yale kabla ya kuondoka, usithubutu kuondoka hapa daktari. Sasa wewe ni wetu, wewe ni mali yetu. Hofu ilianza kuibuka ndani yangu, nilihisi sina amani, nitafute nafasi ya kuondoka kijijini. Kila siku nilivyokuwa kijijini niliona mambo mengi zaidi na ya kushangaza. Usiku nilisikia watu wamekusanyika kwenye msitu jirani ya chumba changu, walisikika kucheza na kuimba kwa lugha niliyoshindwa kuielewa. Hawa watu wa huu mji ni wachawi, moyoni nikajisemea. Nilisikia kelele za wagonjwa kutoka wodini, lakini pale hakuna mtu alionekana. Siku moja niliona chora, walikuwa wakikuwa kama wanabadilika badilika na kuwa kitu kisichojulikana. Kwa kweli nilishindwa kukijua, ikanibidi nitafute wazee wa kijiji nipate walau moja mbili ya hali niliyoiona kwa muda huo. Wazee wa kijiji wote niliokutana nao walinipa onyo, hapa ni makazi ya mizimu na wachawi. Kazi yako ni zaidi ya kuponya wagonjwa. Hapa nafsi zako ni za wachawi. Sasa kuwa makini. Nilipoendelea kuelewa kwamba kila jambo lililokuwa likitokea lilikuwa hatari, nilikuwa ndani ya dunia isiyo ya kawaida, dunia ya kichawi, na kila hatua niliyoipiga ilikuwa na hatari ya maisha yangu. Hakika niliingiwa na oga, nikikumbuka mambo yanayonitokea naishiwa hamu. Nakumbuka nilishaona mgonjwa nilikuwa namtibia wodini akipotea ndani ya wodi kama upepo, nikadhani labda ni wengelangu lakini baadaye wagonjwa walianza kuzunguka wadini kama viumbe wasio wa kawaida kabisa. Muda wote walikuwa wakiimba maneno niliyoshindwa kuyatambua. Nilijaribu kukemea maombi kama yote, lakini vilisikika kicheko kwa ukali. Macho yao yalikuwa mekundu na yaliangaza gizani, na kila mara nilipojaribu kuondoka nilishindwa. Waliniangalia kwa uadui mkubwa. Ndani yake nilijua hofu yangu ilikuwa halisi. Hakika nilikuwa kiziwi wa kijiji hicho. Sikuweza kusikia chochote kitakachonifanya niweze kutoroka. Siku moja mapema asubuhi, wazee wa kijiji kadhaa waliniletea maiti. Nilishangaa walipoingia wodini wakiwa wamebeba maiti ikiwa kwenye blanketi jeusi. Nilipouliza kwa mshangao, lakini huyu si amekufa? mnategemea nifanye nini? Walinitazama kwa macho mekundo na kunijibu kwa sauti ya pamoja, kana kwamba walikuwa wamepangwa, mfanye arudi, hiyo ndio kazi yako hapa kijijini. Nilijaribu kuwaeleza kwamba mimi si mchawi, mimi ni daktari na siwezi kumfufua aliyekufa, lakini waliniambia kwa hasira, usipojaribu wewe na familia yako mtalipia. Niliteremeka, wakati huo nilihisi nimekwama. Walinilazimisha kwanza kufanya tambiko nisilolijua. Waliweka maiti kitandani, wakawasha mishumaa ya rangi nyekundu, akaletwa mbuzi mweusi na kuchinjwa mbele yangu. Damu yake walinipa kwa kikombe. Wakasema ni lazima ninywe. Nilipojaribu kukataa, walinitazama kwa macho makali sana, na nililazimika kunywa tone. Ghafla niliona maiti yaliyolala kitandani ikitikisa vidole. Niliteremeka zaidi. Je, ilikuwa kweli au macho yangu yalikuwa yananidanganya? Ikawa imeisha hivyo. Usiku uliofuata nililala, lakini nilijikuta kwenye ndoto ya ajabu. Ndotoni nilikuwa wodini, nimesimama kati ya vitanda vyote. Wagonjwa walikuwa wameamka wote wakiwa na macho mekundu. Waliniita kwa sauti ya pamoja, daktari, hutatoka sasa, wewe ni wetu. Walipoanza kunikaribia, nilihisi baridi kali, nikajikuta nikikimbia kielekea kwenye mlangoni. Nilipouvunja na kutoka nje, nikajikuta bado niko ndani ya wodi ile ile. Niliendelea kukimbia mara nyingi, lakini kila mara nilijikuta nimefungwa. Nilipoamka nilipiga kelele na jasho lilikuwa linatiririka mwili wangu, lakini kilichonitisha zaidi ni hiki pale kitandani kando yangu niliona blanketi jeusi na chini yake kulikuwa na mtu akipumzia taratibu. Nilikuwa peke yangu pindi naingia kulala, lakini sasa kulikuwa na mgonjwa aliyenilalia karibu. nilikokifungua kile blanketi hakukuwa na kitu, hewa tupu. Nilijua sasa ndoto zangu zilikuwa zikigeuka na uhalisia ndani yake. Siku zilizofuata zilikuwa za mateso. Kila siku nilitembelewa na wagonjwa wa wodi ya nne. Wengine walikuwa kipofu, lakini waliniona bila macho wengine walikuwa wamechomwa poto lakini bado walikuwa hai, wakilia bila sauti. Kila mmoja wao aliniambia kitu kimoja: hutatoroka, hutajificha, sisi ndiyo dawa yako. Nilijua sasa kijiji kimeniteka, sio tu kimwili bali hata kiakili. Nilihisi damu yangu ikianza kuzungumza nami. Nilipojaribu kuandika barua ya msaada, maneno kwenye karatasi yaligeuka kuwa maandishi ya ajabu yasiyoeleweka. Nilipojaribu kukimbia kila mara nilijikuta narudi kwenye kituo kile kile, lakini ndani yangu sauti moja haikufa, sauti iliyoniambia kwamba usikubali, tafuta njia, kimbia. Wazee wa kijiji waliniambia kuna tambiko kubwa linakuja, tambiko la mwisho ambalo ningebadilisha maisha yangu kabisa. Walinieleza wazi wazi: daktari, kesho usiku utaapishwa kuwa mmoja wetu. Hutakuwa tena mtu wa kawaida, utakuwa daktari wa wodi ya milele. Nilijua hilo ndilo mwisho wangu nikibaki sitakuwa tena binadamu wa kawaida, nitaishi kama mteule wa wachawi, nikiwatumikia wagonjwa wa milele hadi roho yangu yangamie. Usiku uliofuata waliniwalisha vazi jeusi, wakanipeleka msituni ambako ngoma kubwa zaidi zilikuwa zikichezwa. Wakaniweka kati ya duana kubwa la moto, wakaniambia niseme kiao chao ya dhana, lakini pale pale nilijua lazima nichukue hatua yangu ya mwisho. Nilipokuwa nilazimishwa kusema maneno yao ya giza Nilikumbuka barabara ndogo ya nyuma ya kijiji ambayo niliona siku moja, nilijua huenda ikaniokoa. Kwa kasi ya ghafla, nilitupa vazi walilonilipa na nikakimbia katikati ya msitu. Wachawi walipiga mayowe wakinikimbiza kwa kelele zisizo za kibinadamu. Nilipokimbia, miti ilianza kubadilika kuwa mikono, ikijaribu kunikamata. Ndege weusi waliruka juu yangu wakipiga kelele kali, lakini nilikimbia bila kuangalia nyuma. Baada ya saa nyingi za kukimbia, niliona mwanga mdogo mbele, barabara kuu. Nilikimbia kwa nguvu zote na nikafika barabarani, na bahati mzuri, gari la mizigo lilikuwa likipita. Niliomba lisimame, likisimama, nikaingia na gari likaondoka. Nilipogeuka nyuma kwa mara ya mwisho, niliona msitu ule ukifunikwa na ukungu mzito na kijiji kikatoweka, kana kwamba hakijawahi kuwepo. Aisee, nilitoroka lakini tangu siku ile maisha yangu hajawahi kuwa kama zamani. Kila nikilala, bado naota ndoto za wagonjwa wa wodi ya nne wananizunguka. Kila nikijitazama kwenye kioo, macho yangu huonekana mekundu kwa sekunde chache, kisha hurudi kawaida. Kila nikisikiliza kimya cha usiku, bado nasikia sauti ikiniita, daktari, kazi yako bado haijaanza. Niliweza kuondoka kijijini, lakini sijui kama